DW Noa Bongo Jenga Maisha Yako. Elimu ya kidijitali. Hujambo na karibu kwenye vipindi vyetu vya DW Noa Bongo Jenga Maisha Yako katika mfululizo wa mchezo wetu kuhusu elimu ya kidijitali unaoitwa Wengine Wajanja. Mchezo huu unazungumzia teknolojia ya akili ya kubuni na jinsi mfumo huu tayari unavyotumika katika maisha yetu ya kila siku. Kwa mshangao wa kila mmoja, roboti ya Rahimu imeweza kufanya kazi vizuri na kupiga picha ya mtu mmoja ambaye bado yuko hai chini ya kifusi. Je, nini kilitokea baadaye? Ungana nasi katika sehemu ya nane kwa jina Nia Njema. Kapteni Ofumbe alisimama kando ya Rahim, akiwa amejishika kiuno. Walikuwa wamemwokoa mwanaume mmoja kutoka kwenye kifusi hicho akiwa hai. Lakini alikuwa amejeruhiwa vibaya sana na alipoteza fahamu mara kwa mara. Kikosi cha uokozi kilimpakia mtu huyo kwenye gari la kubebea wagonjwa na kumpeleka hospitalini huku ving'ora vikilia. Kisha Kapteni Ofumbe akamgeukia Rahim. Sasa Rahim Taufik, licha ya agizo la kukufukuza kwenye eneo hili, bado umetuma kwa siri bila ya idhini kifaa chako kinachotumia teknolojia ya akili ya kubuni kuingia hapa kwenye eneo hili lililowekwa chini ya usalama. ah, ah, lakini kapteni, mashine yangu imesaidia kuokoa maisha. Haijalishi, nimekuonya mara nyingi sana usiingilie kazi yetu, lakini hutaki kusikia. Umevunja sheria mbili: kuingia kwenye eneo lisiloruhusiwa na pili, kutumia kifaa chenye teknolojia ya akili ya kubuni kinyume na marufuku ya serikali. Sasa huko chini ya ulinzi, nyosha mikono yako. Ah, ah, jamani, kwa nini lakini? Mi nilikuwa najaribu tu kusaidia. Ni mara ngapi nimekukanya? Kuna utaratibu wa kufanya mambo. Jamani, kwa nini nyinyi vijana mnafikiria kwamba mnajua mambo mengi zaidi kuliko watu wengine wote? Lakini kapteni, kama sio hizo picha, msingeweza kumwokoa yule mtu Kweli kapteni, kwenye hali kama hii unaweza kufumbia macho marufuku hiyo ya serikali haya? hmm. ni mazingira mabaya na magumu sana. yawe ni mazingira magumu au la, ukweli ni kwamba umevunja sheria, na kwa hiyo utakabiliwa kwa mujibu wa sheria. mm -hmm. Yaani wewe ndio unastahili kuchukuliwa hatua, unapaswa kuwajibishwa kwa mtu yoyote atakayepoteza maisha kwenye kifusi hicho. Wewe binti, kuwa makini na kauli zako naona unataka kujiunga na binamu yako katika mahabusu ya polisi, si ndio? Jennifer aliingiwa na hofu. Kapteni Ofumbe alikuwa ameonyesha kuwa tayari kumchukulia hatua za kisheria, na Jennifer hakutaka usiku wake uwe mahabusu. Waziri wa mambo ya ndani alikuwa na umbo dogo, lakini aliyevalia nadhifu kila wakati alikuwa na urefu usiozidi futi tano na alionyesha wazi uwezo wake wa kimamlaka na ushawishi mkubwa serikalini. Macho yake makali yalikuwa rahisi kuyatambua, yalimfanya aonekane mwenye mamlaka na nguvu zaidi. Waandishi wa habari wamekuwa wakisema, macho yanayoweza kuona ndani ya roho yako. Na sasa waziri huyo alikuwa akiwahutubia waandishi wa habari akiwa amevalia suti yake ya rangi ya buluu. Mabibi na mabwana, tumewaita hapa hivi leo ili kutoa taarifa kuhusu operesheni inayoendelea ya uokozi kufuatia matukio ya kusikitisha yaliyotokea siku nne zilizopita. Mheshimiwa Waziri, kufikia sasa ni watu wangapi wamefariki na ni wangapi wameokolewa wakiwa hai? Je, unawasiliana na mtu yeyote ndani ya jengo hili? Samahani, subirini kwanza, nitajibu maswali yenu yote hivi punde nikimaliza. Kwa nini imechukua muda mrefu kutambua waliko walionusurika ambao bado wamekwama ndani ya jengo Mabibi na mabwana, mkinipa nafasi nimalize kutoa taarifa yangu, nitaweza kuyajibu maswali yenu. Mheshimiwa Waziri, kwa nini serikali inawakamata watu wasio na hatia ambao nia yao ni kusaidia katika operesheni ya uokozi? Nimekuambia uniruhusu nimalize kuongea kwanza, tafadhali. Ni kuhusu binamu yangu. Naitwa Jennifer, huwa nina kipindi changu kupitia chaneli yangu ya YouTube. Ah, sawa. Na kabla ya kusambaza habari za uongo napenda kusema kuwa sifahamu kuhusu mtu aliyekamatwa kuhusiana na mkasa huu na kuhakikishia kwamba binamu yangu Rahim amekamatwa na polisi. Alitengeneza roboti iliyosaidia kuokoa maisha ya mmoja wa waathiriwa kwenye mkasa wa tetemeko la ardhi. Sasa huo ni uhalifu gani? Serikali inapaswa kuunga mkono uvumbuzi wa aina hii na hasa uvumbuzi unaosaidia kuokoa maisha. Ninasikitika sana kusikia hilo Jennifer. Sio ndiyo? Lazima ufahamu kwamba kuna taratibu ambazo zinahusika katika operesheni kama hii, lakini ninakuahidi nitalifuatilia jambo hilo baada ya mkutano wangu na waandishi wa habari. Tafadhali mwachilieni huru binamu yangu, sio mtu mbaya kabisa na alikuwa anajaribu tu kusaidia juhudi za uokozi. Tafadhali Jennifer, tunaweza kulizungumzia hili baadaye. Unaweza kuniona baada ya hapa. Sasa wacha nisome taarifa yangu kabla ya maswali, jamani. Sawa, so. Mabibi na mabwana waandishi wa habari, kama mnavyojua kwamba mji wa Inzuna uliathirika sana kufuatia tetemeko la ardhi Jumatatu iliyopita. Mpaka sasa juhudi, kama alivyoahidi waziri wa mambo ya ndani. Alivyomaliza kutoa taarifa hiyo alimwita Jennifer mfuate. Wakiwa kwenye gari lake, waziri alimsikiliza Jennifer kwa makini alichotaka kumweleza Akiwa amechanganyikiwa, mnyonge, mwenye njaa na hasira, Rahim aliburuta miguu yake akimfuata kwa nyuma kapteni aliyemkamata. Waliingia kwenye ofisi yenye vitu chakavu na vya zamani. Nyuma ya meza aliketi mtu mfupi mwenye macho makali, lakini sura yake haikuwa ngeni. Alikuwa ni nani? Rahim aliwahi kumwona wapi kabla? Alijiuliza maswali mengi, kisha akakumbuka: huyu alikuwa mmoja wa watu wenye mamlaka makubwa mjini Inzuna, waziri wa mambo ya ndani. Ah, karibu ndani. Bila shaka we ni Rahimu? Ndio mkuu. M -m mimi ni Rahimu. Tafadhali kapteni, fungue pingu. Nina hakika Rahimu sio msumbufu, hatu tupa shida. Unaahidi kuwa na nidhamu Rahimu? Bila shaka mkuu, mimi sio mhalifu. Ofisa, umemsikia Raimu anaaidi atakuwa raia mwema, fungue pingu. Sawa mkuu. Na umletee simu yake. Binamu zake wameniambia kuwa Raimu ana kitu cha kunionyesha. Sawa mkuu, sasa hivi naileta. Nitamtuma mtu akaichukue kwenye kabati la ushahidi na kuhifadhiwa. Haya, keti Raimu. Kapteni ameniruhusu nitumie ofisi yake, hivyo naweza kukukaribisha kwa sababu ni yangu kwa muda huu mm. <laughs> asante mkuu mm. <laughs> Ni uh, nini nasikia kuhusu roboti ambayo umeitengeneza? ni kweli? Ni kweli, waziri. Na inafanyaje kazi? Ni, -ni aina inaweza kufanya e -e -e bila kuongozwa. Unamaanisha inaweza kujiendesha bila ya usaidizi au kuamriwa na mtu yoyote? Ndiyo, mkuu. Ah, nirekebisha kama nakosea, lakini hiyo sinamaanisha kwamba inatumia teknolojia ya akili ya kubuni? Ndiyo na hapana. Una maana gani unaposema ndiyo na hapana? Inatumia mifumo yote miwili mm -hmm. ya kiroboti mm -hmm. na ule wa akili ya kubuni mm -hmm. Uh, hii ina maana kwamba sehemu nyingine za roboti hiyo zinaongozwa na mwanadamu na nyingine kupitia mfumo wa akili ya kubuni na inaweza kufanya maamuzi kwa kuzingatia uchanganuzi wa taarifa mm -hmm. Mm. Huu ni uvumbuzi mzuri sana. Lakini unafahamu kwa nini ulikamatwa? Uh, kwa sababu niliingia kwenye eneo la operesheni za uokozi lililopigwa marufuku. Kama walikwambia hiyo ndio sababu, walikudanganya. Unafahamu kwamba shughuli na matumizi ya teknolojia ya akili ya kubuni zimepigwa marufuku munchini siku chache zilizopita, isipokuwa tu zile ambazo zimechunguzwa na kuidhinishwa na serikali. A, ndiyo mkuu, naelewa. Lakini sasa kwa nini uliamua kwenda kinyume cha maagizo ya serikali? Ni, ni, ni, unafahamu kwa... kwamba kukiuka maagizo ya serikali ni sawa na kuvunja sheria na hukumu yake ni kifungo. Nafahamu mkuu, naomba radhi, lakini kwa hakika ilikuwa ni sababu mojawapo ya kupunguza au tuseme kusaidia tatizo lililopo. A, mpenzi wangu amenaswa kwenye kifusi hicho Mheshimiwa, sijui kama bado yuko hai au amekufa. Nilikuwa katika hali ya kukata tamaa mm. Sasa usilie Rahim, sikiliza na kuelewa kwa nini ulifanya kile ulichofanya, na kwa sababu ulifanya kwa nia njema na mashine yako ilisaidia kuokoa maisha, nitakuachia huru uende zako kabisa. Ah, asante sana mheshimiwa. Lakini kwa sharti moja. Naam. Ama tuseme mawili. Sawa mheshimiwa, chochote mkuu. Siku nyingine ukitaka kutengeneza kitu kama hiki lazima utafute idhini kutoka kwenye wizara yangu. Bila shaka mkuu. Naam. Sharti la pili kwamba ushirikiane na kundi la maafisa wa uokozi kuwatafuta walionusurika waliokwama kwenye kifusi kwa kutumia mashine yako. ah, bila shaka. Asante sana mheshimiwa. Je, hmm, ah, hii inamaanisha shughuli za kuwaokoa walio hai zitaendelea na kufutilia mbali uamuzi wa awali wa kutafuta maiti? Sawa sawa kabisa. Oh, asante sana mkuu, naahidi hutojutia mheshimiwa. Na nina uhakika bado kuna watu wako hai chini ya kifusi hicho. Sasa tusipoteze muda, nenda ukaokoe maisha. Asante sana mheshimiwa. Rahimu alinyanyuka kwenye kiti chake kabla hata waziri hajamaliza kuzungumza. Sasa mpenzi wake huenda akaokolewa. Na hadi hapo tunakamilisha kipindi cha leo katika mfululizo wa mchezo huu kwa jina Wengine wa Janja. Je, Rahimu atasaidia kuwaokoa watu wengi zaidi walionusurika kutoka kwenye mabaki yalilokuwa jengo la Grand Tower? Majibu ya maswali haya utayapata kwenye vipindi viwili vilivyosalia. Ukipenda kusikiliza tena kipindi hiki, tembelea tovuti yetu DW com mkwaju elimu ya kidijitali au pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Elimu ya Kidijitali.